Helo na karibu sana kwenye podcast yetu ya leo. Nafurahi sana kuwa na wewe hapa popote ulipo, iwe unasikiliza kupitia simu, kompyuta au redio ya mtandaoni. Leo hatujaja na mada nyepesi. Leo tumekuja na mada ya akili, mkakati na maisha yenyewe. Leo tutazungumza kuhusu mojawapo ya masomo mazito sana kutoka kwenye kitabu The 33 Strategies of War cha Robert Greene. Somo hili linaitwa Do Not Fight the Last War, au kama linavyoelezwa kwa undani zaidi the Guerrilla War of the Mind Strategy. Kwa kifupi sana hii ni falsafa inayotufundisha namna ya kuishi, kushinda na kusonga mbele katika dunia inayobadilika kila wakati. Leo niko na mgeni maalum sana, ni mtaalamu wa vitabu, mchambuzi wa falsafa za vita na maisha, na mtu ambaye amejifunza kwa undani sana maandiko ya kimkakati ya watu wakubwa wa historia. Karibu sana expert. Asante sana nashukuru kwa kunialika kwenye kipindi hiki muhimu, ni furaha yangu kushiriki mjadala huu, kwa sababu somo hili halihusu vita tu, linahusu kila mmoja wetu anayejaribu kushinda changamoto za maisha. Tuanzie hapo hapo, kwa mtu anayesikia kwa mara ya kwanza kauli "Do not fight the last war" inaweza kumchanganya expert, kwa lugha rahisi kabisa hii ina maana gani? Kwa kiswahili chepesi sana, do not fight the last war inamaanisha usitumie mbinu za zamani kukabiliana na matatizo mapya. Usifikirie kama jana wakati hali ni ya leo. Usirudie mikakati iliyowahi kufanya kazi bila kujiuliza kama bado inafaa. Watu wengi hushindwa si kwa sababu hawana akili bali kwa sababu wanapambana na sasa kwa silaha za jana. Hilo ni neno zito sana. Kwa hiyo mtu anaweza kuwa anajiharibu mwenyewe bila hata kujua. Ndiyo, na hilo ndilo jambo la hatari zaidi. Mtu anaweza kusema mimi tayari najua, mimi nina uzoefu, mimi nilifanya hivi zamani na ilifanya kazi, lakini dunia haisikilizi sentensi hizo. Dunia inabadilika bila kuuliza kama uko tayari au la. Hapo ndipo tunapoingia kwenye dhana ya gerilla war of the mind sivyo? Kabisa, huu ni mkakati wa vita vya akili, si vita vya misuli. Katika vita vya kawaida askari hukutana ana kwa ana, lakini katika vita vya akili ushindi unaanza ndani ya fikra. Mkakati huu unakufundisha jinsi ya Kubadilika haraka, kuvunja matarajio ya adui, kuishi kwenye wakati wa sasa na kuacha kushikilia mawazo yaliyokufa. Na hapa ndipo hadithi ya Miyamoto Musashi inapopata uzito mkubwa sana. Expert, hebu tuingie kwenye hadithi hii kwa kina, kwa sababu watu wengi wamesikia jina lake lakini hawajui kwa nini anaheshimiwa sana. Ni muhimu sana kuelewa kuwa Miyamoto Musashi hakuwa shujaa wa kawaida. Alikuwa si mpiganaji tu, bali mwanasaikolojia wa vita. Musashi aliishi Japan katika karne ya 17, kipindi ambacho mapigano ya ana kwa ana yalikuwa jambo la kawaida. Lakini hata katika dunia hiyo ya upanga na damu, Musashi alitofautiana na wengine kwa kitu kimoja kikubwa: hakupigana kwa kurudia Hadithi inaanza pale alipokabiliana na ukoo maarufu wa Yoshioka. Watu hawa walikuwa wanajulikana kwa mbinu zao kali za upanga. Musashi aliwashinda mara ya kwanza kwa njia fulani. Wakaona aibu. Wakaapa kulipiza kisasi. Lakini kosa walilofanya ni hili. Walidhani Musashi angerudia mbinu ile ile. Walijipanga, wakaandaa mtego, wakajificha, wakasema atakuja kuchelewa kama kawaida yake. Lakini safari hii Musashi alifanya kitu tofauti kabisa. Alifika mapema, akajificha, akawatazama wao wakijiandaa kwa kitu ambacho hakikuwepo tena. Hapo ndipo tunapoona dhahiri kabisa dhana ya do not fight the last war. Ndio. Musashi hakuwa anapigana vita ya jana, maadui zake ndio walikuwa wanapigana vita ya jana Walikuwa wanapambana na kumbukumbu -kumbu zao sio na hali halisi. Musashi alipoona muda umefika, alitokea ghafla, akamshambulia kiongozi wao kwanza, akawavuruga akili, akavunja mpangilio wao ndani ya muda mfupi sana. Wale waliokuwa wamejiandaa kwa vita ya jana waliangamia kwa sababu ya mshtuko wa sasa. Na hii haikuishia hapo, sivyo? Hapana kabisa. Hii ilikuwa falsafa ya maisha yake yote. Baadaye, Musashi alikabiliana na mpiganaji mwingine maarufu aitwaye Baiken. Baiken alikuwa na silaha ya ajabu, mpira wa cheni uliounganishwa na mnyurenja pamoja na mundo. Hakuna aliyewahi kumshinda. Marafiki wa Musashi walimwambia, "Huyu ni hatari, acha kabisa." Lakini Musashi hakutazama silaha, alitazama akili ya mpinzani. Badala ya kupigana kwa upanga mmoja kama ilivyozoeleka, alibeba mapanga mawili. Hii peke yake ilimvuruga Baiken. Baiken alikuwa amezoea wapinzani fulani, mbinu fulani, mwendo fulani. Musashi alipoingia kwa mtindo mpya, akili ya Baiken ilisimama, na sekunde chache za kusita katika vita zinatosha kuamua uhai au kifo. Kwa hiyo Musashi hakushinda kwa nguvu zaidi, alishinda kwa kubadilika. Umesema ukweli mtupu. Na hapa mfano wa mwisho kabisa ambao ndio maarufu zaidi ni pambano lake dhidi ya Sasaki Gandriu. Hapa ndipo tunapoona kilele cha gerila war of the mind. Gandriu alikuwa maarufu sana, upanga wake ulikuwa mrefu na mzuri. Alijivunia mbinu zake, alijiona tayari ameshinda hata kabla ya mapambano. Musashi alifanya nini? Alimchelewesha, alimkasirisha, alimfanya apoteze utulivu wa akili. Alifika na oa ya boa, sio upanga, akiwa hana heshima wala hofu, akiwa mtulivu. Pita shida. Kwa Gandrew vita ilikuwa ya kiufundi, kwa Musashi vita ilikuwa ya kisaikolojia. Na hapo ndipo tunapoona kwamba vita halisi vilishindwa kabla hata mapanga hayajakutana. Ndiyo. Gandriu alipoteza utulivu, Musashi alipata udhibiti wa akili, na katika ulimwengu wa vita, anayeshinda akili ndiye anayeshinda kila kitu. Sasa hebu tuilete hadithi hii kwenye maisha ya kawaida. Kwa msikilizaji anay, ambaye si mpiganaji, hii inamhusu vipi? Inamhusu moja kwa moja. Kila mmoja wetu anapigana vita kila siku, vita vya kipato, vita vya mahusiano, Vita vya kujitambua, vita vya ushindani, tatizo ni kwamba watu wengi wanatumia akili ya zamani kwenye dunia mpya. Mkakati wa Guerrilla War of the Mind unatufundisha, usizoeze akili kwenye njia moja. Usifungwe na historia yako. Usipigane kwa namna inayotarajiwa. Badilika. Vunja matarajio. Ishi sasa. Kwa hiyo, kwa kifupi Anayeshindwa si yule asiye na uwezo, bali yule anayeshikilia yaliyopita. Ndiyo kabisa, na hapa ningependa msikilizaji akumbuke sentensi hii: ushindi hauji kwa anayejua zaidi, bali kwa anayebadilika haraka zaidi. Maneno mazito sana hayo. Kabla hatujafunga, ni ushauri gani wa mwisho ungependa kutoa? Ningesema hivi: acha kuabudu mbinu acha kuabudu uzoefu, acha kuabudu kumbukumbu, anza kuabudu uwezo wa kubadilika, kwa sababu maisha ni vita vinavyobadilika kila siku. Asante sana kwa hekima hii ya kina. Asante pia, ni matumaini yangu kuwa msikilizaji ataacha kupigana vita ya jana na aanze kushinda vita ya leo. Na wewe msikilizaji, kumbuka: Usipigane vita ambayo tayari imepita. Badilika kabla hujalazimishwa kubadilika. Mpaka wakati mwingine endelea kushinda vita vya akili.